Huyu mtu ataendesha wa mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu. Kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu. Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Hilo ilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaoongeza anayeongoza, tustahamili tu, mioyo tu, mioyo yote imeombwa na stahamili. Demokrasia ipo, ataongoza ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo, awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sasa kama humpendi Samia Hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu sheria zetu zipo, nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu. Hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwayo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko Mnapotiwa sumu tumieni akili zenu.